Kinacho to define sio matokeo tulionayo, uh -huh. Lakini ni wakati ule mgumu, wakati hakukuwa na mtu uh -huh. Mtu yoyote alikimbia, ulikuwa mwenyewe. Ndicho kinacho, kinacho define matokeo ya leo. Matokeo ya leo ni ushindi wa vita ya jana Amen. Yesu yeah. Anasikia moyoni mwake kwamba saa imefika, lakini anasikia maumivu makali na anasikia uchungu. Biblia nasema akawachukua wanafunzi wake akaenda nao kuomba. Huyo ni Yesu mwana wa Mungu, lakini yeye ndiyo Mungu aliyeumba mwanzo. Yeye anakumbuka anasema hapo mwanzo. Huyu sio mtoto wa Maria, huyu hapo mwanzo huyu alikuwepo. Anasema na chochote kilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Lakini inapofika saa ya kwenda kutimiza lile kusudi la Mungu kwenye maisha yake, anapokea uchungu na kinachotokea anaamua kufanya nini? Anaamua kwenda kuomba. Unapoona mambo yanazidi kuwa magumu, usilie na watu. Kalie na aliyekupa kazi, kalie na aliyekupa kazi. Huyu ni Yesu, anajua kabisa mimi nimekuja kufa, lakini saa ya msalaba inafika, kuna mambo linaanza kuyaona kama yanakuwa mazito. Huyu anasema akawachukua wanafunzi wake akaenda Getsemani. Jambo la kwanza nalojifunza kwa Yesu, aliweza kutafsiri majira. Yesu alikuwa na uwezo wa kutafsiri kwamba huu ni wakati wa mimi kwenda kutimiza. Jambo la kwanza alipotafsiri majira, jambo la pili alikuwa na uwezo wa kucheza kulingana na majira yanachomtaka afanye. Akaenda kuomba, akaenda kuomba. Huyo ni Yesu, anajua majira yamefika, lakini moyo wangu anasema roho i radhi, lakini mwili udhaifu. Ni kitu gani kitakachotia nguvu mwili huu na kuondoa huu mwili na kuifanya roho ifanye mapenzi ya Baba? Akarudi kuomba. Unapopitia kwenye mazingira magumu ya namna hiyo rudi kwenye madhabahu, rudi kuomba. Unapopitia kwenye mazingira ya kukatishwa tamaa ya kuona kama kinacho kimungu alichokiahidi mbona kama kinakuwa kigumu, usilie kwa watu, usiandike status kwenye Facebook, usiwaandikie watu kwenye Instagramu. Nenda kwenye madhabahu ya Bwana, mwandikie Bwana, mwambie wewe, uliyekianzisha niambie, ni jambo gani unataka kufanya na maisha yako.